Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana huko mtandaoni mambo yamekuwa ni moto kweli kweli, Mwijaku watu amemwandama, lakini kitu ambacho naweza kuzungumza ni kwamba Mwijaku mwenyewe amejikausha kabisa, anaonyesha kwamba hayuko faced na kile ambacho kinachoendelea huko mitandaoni, baada ya wanafunzi wa chuo ambapo mmoja alikuwa ni mchepuko wake ameamua kumtandika eh, kumdhalilisha, kumfanyia vitendo vya kinyama mixer, kumvua nguo na kumnyoa nywele mwenzie, kisa tu kwamba huyo mwenzie naye alikuwa na mahusiano na Mwijaku. Umeona bwana. So, jambo ambalo linaendelea sasa hivi ni kwamba Mwijaku anaendelea na business zake kama kawaida eh, alisafiri jana kaenda Dubai, lakini huku mitandaoni ni kwamba watu wengi sana wamekuwa akimzungumzia Mwijaku, wako to the maximum sasa. Eh, Mwijaku bwana ameamua kutoa tamko eh, jana jioni eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram. Eh, kuna post hapa ambayo ameiweka Mwijaku, ambayo wako inaonyesha kabisa kwamba ni kama kwa namna moja au nyingine ni kama vile anataka amemuomba msamaha mkewe. Eh, waziwazi, au hii ndio reaction yake kwa kile ambacho kinaendelea huko mtandaoni. Kwa mujibu wa Mwijaku bwana, ameandika ameposti picha takriban ni picha tano za yeye na mkewe tokea zamani, kwamba wametoka mbali. Umeona eh? Alafu pia baada ya kuposti hizo picha akiwa yuko na mkewe, bwana akaandika hapa ujumbe mrefu sana ambao unasomeka kwamba yolo. Wakati Adamu anaumbwa alikuwa hii, yolo maana yake ni kwamba, you only live once, yani kwamba unaishi mara moja tu. Alafu akaendelea kusema kwamba, eh, wakati Adamu anaumbwa alikuwa peke yake. Mungu aka, Mungu hakumpa video gem acheze, akasema kwamba nitampa company, kusema kwamba nitampa company. Mungu hakumpa marafiki, akasema kwamba watampa furaha na kumsapoti, bali alimpa mke Eva ili wasaidi, ili awe msaidizi wake. Mm. ili awe msaidizi wake kwa kila jambo. Hii inaonyesha ni muhimu kiasi gani kuwa na mwenza wako katika maisha, katika hali zote. Marafiki watakuja na kuondoka, watoto watakuwa watakuwa na kwenda kuanzisha familia zao, wafanyakazi wenzako wataondoka. Eh, majirani pia watahama ila mpenzi wako atabaki katika maisha yako mpaka pale kifo kitakapowatenganisha. Kuwa <laughs> kwa unyenyekevu mkubwa sana. Akaendelea hapa Mwijaku kuoneka, kwamba kwa unyenyekevu mkubwa sana kusameheana, iwe kweli au si kweli kume Eh, iwe kweli au si kweli kukoseana. Mm, ameandika hivyo, sijui alikuwa anamaanisha nini lakini mojawapo hivyo ndivyo alivyoandika. Akaendelea kusema kwamba hivyo basi tuwapende wapenzi wetu kwa dhati na kuwaepusha na kuepusha ibilisi na vikwazo. Maana yake ni kwamba eh, a solid commitment na usifosi eh, na usifokasi kwenye mahusiano yasiyo na tija yataku yatakufanya umpoteze mke wako na hivyo kuvunja ndoa yako. Naamini kwamba hakuna kitu na hakuna mtu wa kuvunja ndoa yoyote ile, labda Mungu mwenyewe apende. Iwe jua au iwe mvua, I love you Alice, ambaye huyo ndo mkewe ameandika hivyo. Moja, kwamba iwe jua iwe mvua, anampenda mkewe huyo Alice. Akaendelea kusema kwamba haijalishi, hmm? Haijalishi nitaone, nitaonekanaje but you are my strength na unajua hilo a successful marriage isn't a union of two perfect people it's that of two imperfect people who have learned the value of forgiveness and grace, ameandika hivyo Mwijaku kwa kumalizia kwamba ndoa ya mafanikio sio ya watu wawili bora, bali ni watu ambao sio bora, lakini wanajifunza e, kuwa na thamani na kusameheana na utukufu. So hicho ndo kitu ambacho Mwijaku ameandika, kwa hiyo hii posti na hii caption. Posti za Mwijaku kuziweka hivi katika kurasa yake wa Instagram za yeye na mkewe tokea kitambo hicho na kuweka hiyo caption hapo, inaonyesha wazi kabisa kwamba Mwijaku bwana alikuwa anaomba radhi kwa mkewe publicly meona bwana eh? na wadau hapa of course wamekuja kuweka maoni yao bwana mm? Watu hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hii posti ya Mwijaku kama reaction ya kile ambacho kimetokea eh, kwake. Baada ya kuona kwamba mambo yashakuwa shakuwa chembo ile eh, mkewe huko nadhani ameshaona hizo video ambazo zimetokea huko mitandaoni, nadhani kila kinachoendelea mkewe anakiona, lakini Mwijaku ameamua aje aombe radhi sasa hapo kwa mke wake. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Sasa basi ni kwamba ukicheki eh, kwa haraka haraka tu hapa watu wamekuja kuweka maoni yao baada ya Mwijaku kwenda ku, kumuomba radhi mkewe eh, huyu hapa Lafon Leonard anasema kwamba ameandika eh, kwamba usiku umeingia akili ndio imerudi. Aya ah, Kitale anasema kwamba bwana lugha ngeni sasa eh, ni lugha ngeni za nini Kwenye mambo ya serious, kuna mtu ameandika hivyo, huyo ni Kitale. Mtu hapa ameandika huyu mkewe naye, wakati yeye Mwijaku anafanya hivi mambo yake, ajue tu kwamba na mkewe naye pia atafanya mambo yake low key. Haya, Kari anasema kwamba mwanamke apewe tunzo. E, Maudaku anasema kwamba bwana... Umeacha nyama ndani, umeenda kula mifupa nje ila wanaume. Kama watu watakuwa wamfahamu lakini wadau wa e, kwamba bwana sawa kuna kuteleza sasa, mpaka kaka wa Mwijaku mwenyewe amesema kwamba kweli, lakini kwamba bwana, unajihami na, una, unajihami na hao wanaokupa kazi. Sijui mna mnafanana tabia Hivi wewe e, wakwenda kweli kufu, kufu, kumvulia nguo e, mtoto wa miaka ishirini na mbili hapo ulipo mpaka kende zimeshuka. <laughs> zime e, bwana, kwa ukubwa uliokuwa nao ukaona, ukaona wakubwa wenzio, ukuona wakubwa wenzio mpaka uende kuharibu e, watoto wa watu, ila malipo ni hapa hapa duniani. Si umezaa wewe e, umeleta taharuki, alafu unajiweka kando chefu. Kuna bidada hapa ameandika hivyo. Haya, mtu mwingine huyu hapa anasema kwamba bwana Cheusi Mangala umeonekana mta, unaonekana mtamu sana wewe, mbona hawa wadada wanakupigania? Kwa mtu anasema bwana Mwijaku kwa kujitetea uh, unajitahidi. Kwa mtu anasema kwamba bwana you will be okay, relax brother. Kwa mtu hapa anasema kwamba bwana uh, kwa kweli mzee mzee mwenzangu eh, uh, mmetoka mbali, mbali sana endeleeni kupambana. Huyu ni Anko Zuma anasema kwamba mzee mwenzangu kwa kweli mmetoka mbali sana endeleeni kupambana na maisha yenu hivi ni eh, ni hivi vimbamba tu, sijui anamaanisha nini. Alafu akasema kwamba na vinanikera kweli, kweli. Kuna mtu ameandika hivyo, huyo ni Amko Zumo actually ndo ameandika hivyo. So ukiwa kama mdau weka maoni yako kuhusiana na msamaha msamaha wa public wa Mwijaku kwa mkewe, tutakuwa tukisoma na ku-replay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.